Habari. kwa majina, naitwa Lydia Simon Mauya, ni mwalimu wa taaluma katika shule ya awali na msingi inayojulikana kwa jina la Asante Sana Tanzania. Hapa tumetoa elimu bora na tunatumia uh, medium ya Kiingereza, ambapo watoto wetu tunawafundisha kupata elimu bora ambayo itawasaidia kutoka, uh, wanapoanza mpaka wanapomaliza na maisha yao ya baadaye, na tume moto yetu inasema the impossible is possible, kwa maana ya kwamba yasiyowezekana yanawezekana na tunaamini kwamba mtoto anapokuja katika shule yetu ana tunamtoa kwenye ile hali yake ya kuto kujua na kufikia kwenye hatua ya kujua na kufanya vizuri katika masomo yake. Na, na lengo letu sisi ni kutoa wanafunzi waliofanya vizuri wenye grade ya juu, ambayo sisi tuna grade yetu, na kusudi letu ni kupata grade A, ambapo tunaamini the impossible is possible kwamba watoto wetu wanaweza kufaulu wote, kutoka kwenye hata, tunapoangalia kwenye picha hii, kutoka kwenye hali hii na kuwa kwenye hali hii, ambapo mtoto atakapokuwa ataka nayo kwenye maisha yake ya baadaye. Karibuni sana, mwalete watoto mahali hapa, tunatoa elimu bora na pia tunao usafiri ambao utawasaidia watoto kutoka nyumbani mapema na kurudi nyumbani jioni mapema. Karibuni sana asante sana Tanzania tunawakaribisha sana